Karibu tena msikilizaji wangu, karibu mahali ambapo simulizi huchanua kama maua ya porini na maneno huchora picha akilini kama jua linavyopambaza anga la asubuhi. Hii ni Utamu Kolea Simulizi. Hapa tunazungumza na moyo, tunasafiri bila ndege, tunagusa wakati ambao hauandikwi kwenye vitabu bali unaishi ndani ya kila nafsi ya binadamu. Leo safari yetu ni tofauti. Leo hatuendi kijijini wala hatuzungumzii mapenzi ya siri. Leo tunasafiri mbali zaidi. Mbali kuliko historia, mbali kuliko nyota unazoona usiku, hadi kwenye mwanzo wa yote. Mwanzo wa ulimwengu. Sasa tafadhali, kaa vizuri, ikiwezekana zima taa, fumba macho, acha akili yako ipae, na usinisikie tu, bali nihisi. Fikiria, kulikuwa na utulivu. Utulivu usio na kelele, usio na upepo. Hakuna mtu, hakuna mlima, hakuna bahari. Hakuna hata sauti ya hewa ikipita. Ilikuwa kimya kizito, kimya cha ajabu, kimya ambacho hata moyo ungepiga usingesikika. Alafu ghafla kitu kiliwaka. Nuru. Ndipo historia ya uhai ikaanza kuandika ukurasa wa kwanza. Wengine wanasema hapo ndipo Mungu alisema iwe nuru. Wengine wanasema hapo ndipo sayari ziligongana, nishati ikapasuka, mlipuko mkubwa big bang. Na wengine mababu zetu wanasema Rua alichoka na giza, akatupa jua ili dunia ipumue. Hii ndiyo safari tunayoianza leo, safari ya imani, safari ya sayansi na safari ya mila. Usiharakishe kuelewa maana kuna mambo ambayo hayaelezwi kwa maneno, yanaelezwa kwa hisia. Tazama dunia hii tulionayo: bahari zenye kina kisichopimika, anga lililojaa mamilioni ya nyota, milima iliyoinuka kama ngome za ujasiri, na sisi binadamu wenye akili, macho na roho. Je, Kweli haya yote ni matokeo ya bahati mbaya, au kuna mkono wa uumbaji nyuma ya pazia? Msikilizaji wangu, leo nitakueleza yote. Nitakueleza simulizi za dini, jinsi Mungu alivyoamuru dunia iwepo. Nitakueleza simulizi za mababu, jinsi nguvu za asili zilivyounda uhai, na nitakupa hadithi ya kisayansi nadharia za wanasayansi walizoziandika kwa karatasi, lakini ambazo bado hazijamaliza kitendawili cha kwa nini tupo. Kila upande una ukweli wake, kila upande una siri yake. Wapo wanaosema Mungu ndiye chanzo cha yote, wengine wanasema ni fizikia na kemia pekee, na wengine wanakaa kimya, wanatazama jua likizama wakisema Mungu asili na sayansi vyote ni kitu kimoja kinachoishi kwa namna tofauti. Sasa, kabla hatujaingia ndani zaidi, nataka nikuulize swali moja: wewe binafsi unaamini nini? Unapoota, unaposhuhudia mvua ikinyesha, unapomsikia mtoto akilia kwa mara ya kwanza, unapohisi moyo wako unapiga Je, hujawahi kujiuliza nani aliyetengeneza huu mfumo wa ajabu? Kila pumzi tunayovuta ni somo, kila nyota angani ni neno lililoandikwa kwa mwanga. Wanaofikiri kwa akili wanasema hii ni sayansi, wanaosikiliza kwa moyo wanasema hii ni imani. Lakini leo hapa, Utamu Kolea Simulizi, hatutachagua upande. Leo tutasikiliza wote: dini, mila na sayansi, na mwishoni utajichagulia mwenyewe jibu lako. Kwa sasa, tulia tu, ruhusu mawazo yako yasafiri katika anga lisilo na mwisho. Fikiria uko kwenye giza la mwanzo kabisa, giza ambalo halijawahi kushuhudia nuru. Halafu ghafla mwanga mdogo unachanua, unakuwa kama duara linalopanuka, unavuma, unapanuka zaidi na zaidi. Anga linajaa mwanga, nyota zinawaka, sayari zinajifunga kama dansi ya muziki wa mbinguni. Ndiyo hapo dunia yetu ilipoanza safari yake. Wengine waliweka jina Big Bang. Lakini kabla hata ya wanasayansi kuandika hayo, mababu zetu walikuwa wameshaeleza kuna nguvu isiyoonekana yenye uwezo wa kuumba, na ndani ya nguvu hiyo ndimo binadamu anatoka. Na dini zikaweka mstari wa mwisho, zikasema: Mungu ndiye muumba, na pasipo yeye hakuna kilichokuwepo. Sasa andaa akili yako, maana kuanzia sasa kila dakika utakayoisikia ni safari ya maarifa na hekima. Karibu kwenye ulimwengu wa mwanzo, ulimwengu wa siri, ulimwengu wa maneno na maajabu. Karibu kwenye Utamu Kolea Simulizi. Sasa tusafiri hadi mwanzo wa ulimwengu. Simulizi hii imeandaliwa na Patrick Chengula na imesimuliwa kwako na Smart Boy Abdulaziz Ibrahim, The Smart Voice. Asante kwa kusikiliza simulizi hii kutoka kwetu, Utamkolea Simulizi. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushea na rafiki zako, wapate uhondo wa simulizi mbalimbali kutoka Utamkolea Simulizi.